Yes, ladies and gentlemen, mambo vipi? Mwenye naitwa Anthony Mlelwa. Wengi wanaita Tris Magno, ni blockchain enthusiast lakini pia mimi ni certified financial educator. Sasa sikia ni kwambie kitu. Mimi ni mkereketwa mkubwa sana wa ujasiriamali kwa njia ya kidijitali. Na moja kati ya sekta ambazo niko nazo enthusiastic zaidi ni kwenye engo ya blockchain, hasa hasa kwenye kipengele cha cryptocurrency. Sasa kwenye cryptocurrencies, moja kati ya topic ya ambazo zinahogaziko hot sana ni namna sahihi ya kutunza assets zako za, za kidijitali. Na one of the thing ambacho watu wengi wamekuwa kizungumzia ni kutunza sarafu digitali kupitia hard drives ambazo mojawapo mfano ni kama Nano Ledger, Iron Key etc. Sasa nina story kubwa mbili ambazo nataka kushare na wewe za wanangu kutoka huko mbalimbali, ambazo ukizipata hizo unaweza ukapata kujua kwamba namna sahihi ya kutunza ambayo iko salama inategemea pia na wewe. Sasa kuja, kuja, kuja, kuja, kuja, mm. Sasa Uh, mwaka elfu mbili na kumi na tatu kuna mwamba mmoja anaitwa James Howells yule pale, yule mwamba yule, bwana ni computer scientist, ni IT wa kompyuta kabisa. Sasa huyu jamaa alikuwa na lab yake ya kompyuta kama kawaida. Sasa kuna kipindi alitaka kuifanyia marekebisho, kwa hiyo kana anakusanya kusanya vile vitu ambavyo hana ulazima navyo au havihitaji, akavikusanya kusanya, mwanangu akavitupa. Sasa katika kutupa, mojawapo kati ya kitu alichokitupa ilikuwa ni a drive ambayo ina bitcoin elfu nane bitcoin elfu nane Kumbuka tunavyozungumza mimi na wewe saa hizi Bitcoin moja ni dola themanini na tatu. Kipindi kile kama ni hundreds of dollars kama dola mia kadhaa tu, lakini sasa hizi zina worth of millions of dollars. Sasa huyu mwamba amekuwa akifail na kufaili kuiomba mamlaka ya manispa ya Newport Wales, kwa yawa uh, Ulaya waweze kumruhusu aenda akachimbwe chumbwe kwenye dampo pale. Anaamini yani, yani, yani, akitumia yai mambo ya mba, drone na nini akai akaimport makampuni ambayo yanajua kutafuta vitu wanaweza wakaipata ile drive pale, kwa sababu anaamini ni utajiri mkubwa sana kwa kweli, ni utajiri mkubwa sana lakini sasa ma, uh, uh, mamlaka za manispa zimekuwa zikimzuia, na hata juzi kwenye Twitter yake ameposti jamaa wamekataa, na jamaa anapanga kwenda kwenye mahakama ya haki za binadamu amruhusu mwamba aenda kashimbwe chimbwe kwenye dampo pale. Yeye anaamini kuna tons tons of madamu yani, kuna tani nyingi sana za madampo pale, lakini yeye anaamini kale kafresh yani kuna sehemu anaweza kakaona akitumia mayai, madroni manene, anahisi anaweza kakaona gari ka flash kali bwana ili maisha yawe mazuri kwa sababu anakuwa yeye ni kama, ni mtu ambaye ana historia mbaya sana kwenye crypto kwa sababu alikuwa ni milionea mkubwa sana lakini anakuwa kama vile ni milionea anayeota kwa sababu zile coins zake maskini ya Mungu hana access nazo alizitupa. That is a bad story, isn't it? Lakini kumbuka ile device aliyotumia kutunza ndo inaamini kama ni the safest device. Sasa what is the challenge there? Lakini sio hilo tu. Kuna mwamba mwingine huyo hapa bwana mm. Mwamba mwingine huyu hapa bwana. Huyu mwamba bwana anaishi zake San Francisco Marekani huko. Ni amezaliwa Ujerumani wa Stefan Thomas. Huyu naye ni computer engineering vile vile. Mimi ni computer scientist vile vile. Sasa huyu jamaa eh, hey, alikuwa na drive yake vile vile. Alikuwa ametunza zake hiyo Bitcoin za kutosha. Tena alizitunza siku alikuwa anafundisha darasa namna kutunza sarafu zako za kidijitali vizuri, safe kabisa. Sasa katika kuzihamisha akahamisha kwenye drive akatengeneza na password. Sasa zile password alikuwa atengeneza alikuwa hajaziweka kwenye kumbukumbu kumbu vizuri. Unfortunately, Siku anataka kuretrieve cheki. Kila kiingiza jiweka password gani kasahau. Mara ya kwanza na wewe. Mara ya pili na wewe. Mara ya tatu na wewe. Ya nne na wewe. Tano na wewe. Sita na wewe. Saba na wewe. Mara eh ya nane? Eh, ikabidi jamaa aone hapa nitapoteza. Kwa sababu ile wallet ya INK inakuruhusu ujaribu mara kumi tu. Ukikosea mara kumi zote, hizo asset zako ushazipoteza mazima, hutakuja kuzirikavu. Sasa sasa hizi jamaa amebakiza mara mbili. Tumaye amejaribu mara nane, amebakiza mara mbili. Unaona? Sasa Makampuni mengi ya kucrack na kudecrypt hizi hizi hizi devices wamekuwa wakimcheki na kumpa offer. Sasa jamaa yeye anaona kama mmm, wanaweza wakajaribu, afu ndo wakaharibu kabisa. Kwa hiyo jamaa ameamua kubakia na hard drive yake ina bitcoin elfu saba na tano. Eh? Yaani story hizi mbili tu zinaonesha upotevu au natural burning ya bitcoin zisizopungua elfu kumi na tano. Imagine. Zote zilikuwa zimefadhiliwa kwenye kwenye kwenye device ambayo inaaminika is the safest device ya kutunza assets zako za kidijitali. Lakini je, yeah. Wewe mazingira yako yanakuruhusu kutunza huko? Na waziri, ladies and gentlemen, tuko hapa Diena Academy, niko na Mabanza, niko na bwana Allen Shaw, niko na Father Mo hapa, tunajaribu ku discuss mambo mbali matatu, na hii ilikuwa ni moja ya kitu kwa tunaki discuss hapa, tuko na moja tu share na wadau. Kumbuka sisi tunapatikana Ubungo Plaza, floor ya kwanza. Ukifika hapa, ulizia ofisi za Diena Academy, eh utapata elimu kuhusiana na ujasamali kwa njia ya kidigitali, hasa hasa kwenye engo unapotaka kuinvest kwenye vitu kama uh, digital assets kama cryptocurrencies Tutakupatia elimu nzuri alafu itakupatia nafasi nzuri ya kufanya informed decision ambayo utakuwa uko huru na uko na peace of mind ya kujua nini ambacho unakifanya. Usisahau kusubscribe kuhakikisha kwamba unapata updates zote na ukifika hapa ofisini usijali, vijana wapo special kwa ajili ya kusaidia wewe kuweza kujua nini unachotaka kukifanya na ukifanye kwa usahihi zaidi. See you next time. Ciao.